Habari za Jumatatu, mtoto wa Mungu, karibu katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Katika siku ya leo tarehe tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano ninakukaribisha katika kipindi chako na somo la leo linasema usiibeze nguvu ya chawa, usiibeze nguvu ya chawa. Ah, tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru Baba tena katika siku ya leo, siku ya Jumatatu Baba, utukuzwe sana kwa kutulinda na kutujalia uhai. Tunakwenda kujifunza neno lako, tunakusihi utufundishe, tueleweshe Baba, na mwisho wa siku tukutukuze wewe, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba, Amen. Tuseme nini basi tuseme nini? kwa mambo haya, ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kuwa dhidi yetu? Katika kitabu cha Warumi nane na lile fungu la thelathini na moja tunayasoma haya maneno. Endapo Mungu yuko upande wako, yeye ndio Muumbaji, yeye ndio mweza wa yote, kwake hakuna linaloshindikana. Kama atakuwa upande wako ni nani basi atakuwa dhidi yako? Who will ever be against you? Kama Mungu yuko upande wako, ukingoni mwa nchi ya ahadi, wakati wana wa Israeli walivyokuwa wanasafiri wakiwa ukingoni kabisa, wamekaribia kufika, wakatuma, wakatuma maspai, wakatuma wapelelezi, wakatuma majasusi waende wakaiangalia ile nchi, lakini Mungu alikuwa ameshawapa hakikisho kwamba hii nchi ninawapatia ni nchi yenu. Licha ya wale majasusi kurudi na habari, walikuja kwanza na mizabibu na makonyo konyo la zabibu, zabibu kubwa kubwa, eh, wakarudi na makomamanga makubwa makubwa makubwa, matunda makubwa makubwa. Lakini pia walikuja na ripoti ambayo ilitoa ilitoa ilitoa woga iliwapa woga sana watu wa mwanani, wana wa Israeli eh, katika majasusi kumi ambayo walitumwa nane majasusi nane walikuja na habari za kutisha kwamba nchi na majitu makubwa hatuyawezi sisi ni makubwa ma giants yatatupiga Kambi nzima ya wana wa Israeli ilikuwa ni vilio. Sisi kwetu kwa wale yale majitu tunaonekana kama, kama, kama vipanzi tu, yani kama vipanzi vidogo. Kwa hiyo wana wa Israeli wakaogopa, wakaogopa, wakawa nalia wanamlilia Musa, yani wakawa nalia, kwa nini tumeletwa hapa sasa? Wakawa nalia lia wanamlia Joshua wanamlilia Musa Musa ambaye ndo aliwatoa kule Misri. Eh? Lakini Joshua sasa alikuwa in command. Wapo watu wanaoweza kukutisha katika maisha yako. Wapo. Wapo hata sasa wapo. Unaliendea jambo zuri, kuna kikwazo kidogo tu hapa ambacho ukikivuka tu unalipata jambo lako una, una, una unafikia ndoto zako. Wapo watu watakaona unaenda kufanya jambo zuri, watakutisha. Watakutisha kama hawa wapelelezi nane wa Israeli walivyokuja kuwatisha wana wa Israeli. Na hawa watu wanaweza kakupofusha ili usiweze kuona nguvu za Mungu, jinsi ambavyo Mungu anaweza akakushindia, akakufanya uvuke kile kikwazo. Wapo, wapo kabisa malaika anamuuliza Abraham anamuuliza Abraham pale ambapo Sara alivyoambiwa kwamba atazaa, kwamba katika majira haya mwaka unaokuja atakuwa na mtoto. Sara akasikia yale maneno akacheka, kwa sababu Sara tayari alikuwa ni kikongwe, alikuwa ni kizee kabisa, kibibi, eh? anasikia yale maneno, malaika wanasema akacheka malaika wakamuuliza Abraham, kwa nini mkeo Sara anacheka? Malaika akasema, ni jambo gani lililo gumu linalomshinda Mungu? Katika maisha yako ndugu yangu, ni jambo gani ambalo limeshindikana ambalo unaliona ni gumu linalomshinda Mungu? wakiwa na hofu na kutoamini ulinzi wa Mungu, wakawa wamesahau miujiza mingi ambayo Mungu aliwatendea wakati wanasafiri kutoka Misri, pale ambapo Mungu alipasua bahari, wakapita katikati ya bahari nchi kavu, kwenye nchi kavu pale baharini. Wakasahau jinsi ambavyo walipita kwenye lile jiji la Jericho, jiji kubwa lenye ukuta zimejengwa kubwa, lakini wakazibomoa zile kuta kwa kelele tu pamoja na tarumbeta, kwa kuzunguka tu walivyopiga kelele, mji ule uka, kuta kubwa kubwa zikaporomoka. Wakawa wamesahau kwamba hayo yalifanywa na Mungu mwenyewe, wakawa wamesahau, wakawa wanalia. Unatumwa, unapotumwa kazi kama wale wapelelezi nane, unapotumwa kazi unaangalia kikwazo tu unaleta vikwazo tu badala ya kufikiria na kupendekeza solution, kwamba hapa kwa sababu jiwe liko katikati ya njia na hatuwezi kuliondoa hili jiwe, tutakachofanya ni kulizunguka. Hata huwezi kuja na solution za namna hiyo, wewe unakuja na kikwazo tu, unakuwa hufai, unakuja na kikwazo tu. Ndio hawa wapelelezi waliotumwa wakaja na vikwazo tu, majitu yale ni makubwa hatuyawezi, lakini Joshua pamoja na Caleb wenyewe wakaleta habari njema, kwa uwezo wa Mungu wa mbinguni tunaweza kuwapiga. Unapokabiliwa na adui yoyote, acha kujishusha, acha kujishusha sana, wewe ukaonekana kama chawa, kwamba wewe unaonekana kama kichawa tu unaliona jitu kubwa lakini hawa hawa chawa hawa hawa chawa hawa ndio ambao katika yale mapigo kumi kule Misri, kabla wana wa Israeli hawajaondoka Misri, chawa walikuja. Pigo la tatu lilikuwa ni chawa. Chawa wengi walikuja, wakawavamia wana wa Israeli, wana wakawavamia wa Misri. Kila mahali ni chawa tu, najikuna huku ni chawa chawa, natembea kila mahali, kwenye mabakuli ni chawa everywhere, kitandani kote wamejaa chawa. Wana wa Israeli wakaomba po. Kwa hiyo hata ukiwa mdogo kiasi gani, unapokuwa na Mungu, wewe ni giant, usiogope mtumishi wa Mungu, usiogope mtoto wa Mungu. Ndiyo maana Isaya 54 na lile fungu la 17 linasema hakuna silaha itakayofanikiwa dhidi yako, endapo unayasikiliza maneno ya Mungu, endapo unaisikiliza sauti ya Mungu na kuyafuata maagizo yake, kwamba adui atakushambulia, atakuja kwa njia moja lakini atakimbia kutoka kwako kwa njia saba. Ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 na fungu lila saba. Mungu ndiye kimbilio letu na nguvu zetu ni katika kitabu cha Zaburi 18 fungu la kwanza hadi la tatu pale. Kwa kushangaza katika ma, maandiko maandiko yote Mungu alitumia viumbe wadogo kama hawa chawa tu. Chawa akatumika kuwa, kuwafanya Wamisri waombe po. Ikatumika kama silaha. Kumbuka pigo la tatu kule Misri lilikuwa ni chawa. Usidharau panzi ikiwa Israeli eh, kama panzi tu. sema kwamba sisi ni kama panzi tu, yani majitu makubwa. Lakini Waisraeli waliwashinda Wakanaani ambao walikuwa ni majitu makubwa, na wao walijiona kama panzi. Nawe utashuhudia adui zako, mtoto wa Mungu, mmoja baada ya mwingine wakiangushwa mbele yako na Mungu mwenyewe, na endapo utaisikia sauti ya Mungu, endapo utaisikia sauti ya Mungu tena kwa bidii. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa neno lako katika asubuhi hii ya leo na siku hii ya leo ya Jumatatu. Asante kwa ukuu wako na uwezo wako. Asante Baba, nakusihi utufanye tuisikie sauti yako tena, tuisikie kwa bidii sana, ili wewe uwe Mungu wetu na baraka zote ulizozitamka Baba zipate kuwa za kwetu. Baba, ninaomba kwa wale wote wanaoisikia sauti yako sasa ninaombea kwamba uwabariki mjini pamoja na vijijini, uwabariki mjini pamoja na mashambani Baba. Uwabariki wanapotoka na wanapoingia, wakatembee katika nuru yako, ukawape ushindi katika wiki hii, ukabadilishe hatima yao katika jina lako Yesu Kristo, Amen.